Ndio leo hii mnaona nyinyi wenyewe nye maandamano kwa mfano yalotokea juzi hapa. Ya. Malalamiko yalikuwa makubwa ni juu ya maadili ya viongozi. Hawamnia mjasikia. Maana labda mzee wetu labda mnaishi ndani ya nyumba tu. Ameyajua mtaani. Eh, hey, wanalamikiwa, tunalamikiwa viongozi. Kuna mtu mmoja kule anaitwa Ali Ali Edha. Ana petrol station zake za Lake Oil. Zimechomwa zile kwa sababu zinasemwa za Ridhiwani. Zimechomwa, zaidi ya, ya tisini na mbili kanambia sasa. Imagine mtu zinachoma fulani zake kwa sababu tu watu wanahisi fulani ndio anamiliki hizi. Sasa nyinyi niiteni, eh, anzeni na mimi waziri wenu niiteni hapa niulizeni. Hey, Bwana Ridhiwani, hebu iteni, lakini wakati huo mnapoita, kwa sababu unajua hakuna mwizi anayekubali kwamba mimi ni mwizi, si ndio? mm -hmm. Tafuteni ushahidi njooni hapa. Baada ya kuniita hapa iteni press conference hapo semeni tumemwita waziri Ridhiwani Kikwete tumemuoji na tumejiridhisha kwamba katika hili hahusiki, au katika hili anahusika. Waambieni sasa, walio na ushahidi wa ziada waulete, ndivyo mtaisaidia serikali. Hamwezi kukaa kimya. Nyinyi mkataka viongozi wa serikali wajitetee wenyewe, huko ni uongo mtupu. Ili jambo Mheshimiwa Jaji, hatujafanya vizuri Hatuna sababu ya kumwogopa mtu.